Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad salallahu alaihi wasallam, amma baad. Ndugu zangu Waislam na msiokuwa Waislam ambayo mnapenda kufuatilia mambo ya kidini, mambo ya kiimani, mambo ambayo yanatujenga katika kumjua Mwenyezi Mungu, mambo ambayo yanatusaidia katika kuimarisha imani kujaza hofu ya Mungu katika mioyo yetu, lakini pia kumwabudu Mwenyezi Mungu wa kweli. Bado tupo katika elimu zetu hizi linganishi na <coughs> namna ya kuwalingania watu juu ya kumjua Mwenyezi Mungu wa kweli, Mwenyezi Mungu ambaye anapasa, anapaswa kuabudiwa. Alhamdulillah, dunia hivi <coughs> karibuni imeingia katika msiba hasa kanisa katoliki la papa. Papa meenda zake akhera, merejea kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia mchakato ukaenda mpaka akapatikana papa mwingine. Sasa sisi watu wa dini tuna kitu cha kuzungumza kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea mitaani, mambo ambayo yanazungumzwa katika kona mbalimbali, na mjadala mkubwa awamu hii ulikuwa je, anaweza kupatikana papa mweusi wa Afrika? Na watu weusi sehemu zote duniani naonekana wanashauku, wanatamani kitu cha namna hiyo, lakini mwisho wa siku ikawa imeshindikana. Sasa watu wa dini tunapozungumza kuhusiana na imani hizi, kuna vitu inabidi watu wavifahamu kwa asili yake. Jambo la kwanza, Wakristo ama kanisa linaweza likajitetea linayo sehemu ya kuegemea. Kwa nini asiwepo papa mweusi duniani? Kwa nini asichaguliwe kama utashi au matamanio ya watu wengi weusi yalivyo? Cha kwanza, unarejea katika Biblia. Waanzilishi wa Ukristo au watengenezaji wa Ukristo wameuhusisha Ukristo moja kwa moja na imani inayotokana na Bwana Yesu yani Isa bin Maryam, jambo ambalo kwa undani si kweli, kwa uhakika si kweli. Lakini tayari ukiangalia maelezo, ufafanuzi, vitabu vinavyoandikwa, imani hii inahusishwa na Yesu kwa sababu alikuwa Yesu Kristo, na wafuasi wake wakaitwa wafuasi wa Kristo, wakapatika na wakapatikana watu wanaoitwa Wakristo. Sasa utakapohusisha imani hii na Yesu moja kwa moja, ishakuwa imani yenye watu maalum, kwa sababu Yesu hakuwa mtume, hakuwa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu. Alikuwa mtumishi wa Mungu kwa ajili ya watu maalum. Yeye mwenyewe anasema katika 15:24 Mathayo, Matayo akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yani, Bwana Yesu anasema yeye ni mtumishi kwa ajili ya wana wa Israeli peke yake. Kwa hiyo wana wa Israeli sio watu weusi, na kama imani itaendelea kufanyiwa kazi, maana yake watakaoiongoza imani, watakaoendelea, kwa hiyo itakuwa hivyo. Sasa wana wa Israeli sio watu weusi, lakini leo hii imani hii imewaunganisha watu wa maeneo tofauti tofauti, kwa kipaumbele ni kwa watu weupe wa, kwa sababu wao wanaona ndio watu wanaofanana na Yesu, wanaona watu waliishi karibu na Yesu na vitu mfano wa hivyo. Kwa hivyo, kwa kigezo cha namna hiyo, maana yake hao watu wanaweza wakapata sehemu ya kujificha, kwamba hatuwezi kumchagua papa mweusi kwa sababu imani yenyewe hii inatokana na Yesu na ni imani ambayo ili kuja kwa watu maalum, na ndio maana wanaweza wakakwambia hata katika Biblia ukiangalia, katika wale wanafunzi kumi na mbili wa Bwana Yesu aliochagua, hakukuwa hata mmoja mwanafunzi mweusi. Kwa hivyo uwakilishi wa watu weusi kwa Bwana Yesu ulikosekana tangu wakati wa maisha ya Yesu mwenyewe. Katika wale mabalozi wake, mawaziri wake kumi na mbili, hakukuwa hata na mmoja mwenye rangi nyeusi. Tofauti na sisi Waislamu, kwa Mtume Muhammad tunao maswahaba, tena wengine walikuwa mabwana wakubwa wanaoheshimiwa, mpaka wale masahaba wa Kiarabu wanakwenda wanatii na kujifunza kwao. Miongoni mwa hao ni Bilal ibn Rabah, ni mwakilishi mzuri wa ngozi nyeusi, na tunaweza tukasema kwamba kwa mtume Muhammad tuna nafasi yetu, kwa sababu tangu mwenyewe mtume Muhammad akiwa hai alishaweka mwakilishi kwenye bunge lake, mtu mweusi ambaye, sisi tunaposema tunamfuata mtume Muhammad, basi ni haki yetu, kwa sababu tayari mwakilishi mwenye rangi kama ya kwetu alishakuwepo tangu wakati wa mtume mwenyewe. Hilo ni jambo la kwanza. Wanaoandaa taratibu hizi za kumchagua papa wanaweza wakatumia kama kichaka, kama kivuli cha kujificha, kwamba hawana haja ya kumchagua kiongozi mweusi kwa sababu imani yenyewe inatokana na Yesu, lakini pia Yesu hakutumwa kwa ajili ya ulimwengu mzima. Yesu alikuwa ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya watu maalum, jambo ambalo halina usahihi wa aina yoyote, kwa maana Yesu ndiye aliyeanzisha Ukristo. Swala la Yesu kutumwa kwa ajili ya wana wa Israeli, hilo halina shaka, limethibiti na maandiko yako wazi. Lakini swala la Yesu kuanzisha imani inayoitwa Ukristo leo, hilo halina nafasi kwa sababu halijathibiti popote katika maandiko matakatifu. Hili ni eneo la kwanza. Eneo la pili, ni ngumu sana wazungu kumchagua papa mweusi kirahisi rahisi, kwa sababu unajua maana ya papa au unajua papa katika Kanisa Katoliki ni nani? Papa jina lake maarufu anaitwa Baba Mtakatifu, Baba Mtakatifu. Sasa Baba Mtakatifu ni nani? Nenda kasome katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 11. Bwana Yesu anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini wao hawa wamo ulimwenguni nami naja kwako, e, baba mtakatifu. Wakati Yesu anakusudia kupaa kwenda mbinguni, alisema anakuja kwako Mwenyezi Mungu, lakini alimwita kwa jina la e, baba mtakatifu, baba mtakatifu. Kwa hivyo, kibiblia unapomwita mtu baba mtakatifu, maana yake ni Mungu. Sasa ukimwita baba mtakatifu, maana yake Mungu. Na leo papa kote duniani anaitwa baba mtakatifu Baba Mtakatifu, maana yake, katika imani ya Kikatoliki, huyu ni Mungu duniani, huyu ni sehemu ya Mungu duniani. Sasa wenzetu hawa wazungu, miaka yote hawaamini kabisa sisi watu weusi, tangu miaka hiyo ya utumwa, ubaguzi unaoendelea mpaka sasa, hawaamini kwamba tunastahili utukufu wa aina yote, na ndiyo maana hata leo ukitoa hata katika michoro ya Biblia anachorwa malaika anachorwa mweupe, ana macho ya bluu kama mzungu, lakini akichorwa shetani anachorwa mtu mweusi. Hii inamaanisha nini? Kwamba watu weusi hawa ndo wanafanana fanana na shetani, wapo karibu na shetani. Sasa tayari mtu mweusi kwa imani za baadhi ya watu washaamini kuwa ni shetani. Sasa leo umtoe mtu ambaye unaamini ni shetani mpaka ukampe cheo cha baba mtakatifu, yani umtoe katika ushetani mpaka ukampe cheo cha uungu katika imani ambayo watu wake hawana eh, ule imani ya usawa kwenye rangi na vitu mfano wa hivyo. Hichi kitu ni kigumu sana. Kwa hivyo ni ngumu, sijui wafanye kitu gani watu weusi walioko kwenye imani hizo ili waweze kumpata kiongozi mweusi. Lakini tayari ni kitu kigumu na kinaonekana wazi. Watu wengine bado wameendelea kuchanganyikiwa, mfano kama kipindi hiki cha kuna masuala ya moshi yale, sijui moshi mweusi kapatikana. Wengine wanaona kama vile lile jambo linafanywa na Mungu wa mbinguni, yani Mungu akikubali ndo anaweka moshi mweupe, au Mungu akikataa ndo anaweka moshi mweusi. Hapana jamani, katika imani ambazo zimekosa mfumo wa ibada, ni watu tu wamekana kuzitengeneza. Ni imani ya Kikristo. Sisi Wakristo hatuzungumzi habari zao kwa sababu labda tuna chuki au tunawafanya kama maadui hapana. Tunapozungumza ni kama vile Wakristo wanavyozungumza habari za Uislamu. Ni maisha haya ya watu wa East Africa hasa kulinganiana, kukumbushana. Naona, naona, na jambo zuri ambalo naona litamfaa rafiki yangu wa Kikristo, na jambo zuri ambalo naona Mkristo akilielewa anaweza akaelimika na akanufaika, namfikishia kwa, tunakwenda tunafikishiana ujumbe wa Mwenyezi Mungu, alimradi kila mmoja apate kufahamu apate kuelewa apate kujua Mungu anataka kitu gani? Sasa katika imani ukiangalia tu kwa nje, kuna mtu mmoja nimeona katika, katika, katika mitandao juzi hapa, ametoa falsafa nyepesi sana ukiisikia, lakini unaweza ukakaa na kutafakari ukaona ametazama mbali sana. Anasema waislamu wanavua viatu katika milango anapoingia misikitini, lakini wakristo wanavua bongo zao zile. Yaani ile brain wanaiondoa katika milango wanapoingia makanisani. Wewe ni kuuliza kitu kimoja mbacho hichi nitakamilishia maelezo yangu mafupi haya na kama wewe shida yako ni kuelewa utanielewa. Leo Mkristo ibada kwake ni kitu gani? Mpaka wewe uje kushangazwa si na mioshi sije moshi mweupe, si moshi mweusi. Hii ni watu tu wanachoma, wanaifusha, inaruka kwa akili ambacho wao wamekubaliana. Leo ibada katika Ukristo ni kitu gani? Mimi ni Muislamu. Naweza kutoka nyumbani nikaenda msikitini nikakuta imamu swalati dhuhuri anasalisha rakaa nne, ameshamaliza rakaa mbili, mimi nafika, namkuta yupo katika rakaa ya tatu, naunga swala kwenye rakaa ya tatu. Akimaliza rakaa ya nne, yeye atatoa salamu, mimi nitamalizia kile nilichokikosa katika swala alipoanza yeye, nitamalizia rakaa nyingine mbili na mimi nitimize nne, kwa sababu hii ni ibada ambayo kila mmoja anatakiwa kuitekeleza. Njoo katika Ukristo, Taratibu zikoje ili tuseme kwamba watu wanaabudu au wanafanya ibada? Umetoka nyumbani kwako umekwenda kanisani kanisa, kanisa limejaa, utachelewa, utasimama kwa nje dirishani, kama walishaanza masaa mawili masaa matatu na wewe unakaa zile dakika tano ulizozikuta pale, mchungaji akisema Mungu akipenda tutaona na kesho, we pale pale dirishani uliposimama unageuka, unarudi nyumbani kwako, na we tayari ushafanya ibada. Ha, hata ukiulizwa umeabudu kitu gani, umeshiriki kitu gani? Haya mambo yanakaaje? Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, mnaopenda kufuatilia masala ya kiimani, tafadhali, dini ya kweli ni Uislamu na Mwenyezi Mungu ameinadi katika maeneo mengi sana. Karibuni katika Uislamu ili mpate faida ambayo itawanufaisha hasa raha katika maisha ya dunia, lakini pia akhera mtakwenda kuruzukiwa riziki njema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ni kukumbushana Lengo ni kuelimishana, lengo ni kupeana dondoo ambazo zinatoa faida na kila mmoja atazisikiliza na kunufaika. Acha ushabiki, acha chuki, yasikilize nayo yazungumza, alafu yafanyie kazi na Allah insha Allah atakufanyia mengi mazuri. Wabillahi taufik, salamu alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatu.